Ukiangalia zaidi ya kesi tatu mpaka nne mpaka tano mm, Yanga wanapokwenda kwenye mahakama ya usuluhishi kimataifa kasi bado wanashindwa. Kwa hiyo lazima lazima tukiri na lazima tukubali, inawezekana ndani ya kitengo cha sheria cha sheria cha Yanga kuna shida, na hii shida haikuanza leo. Kwa hiyo sio dhambi viongozi ambao wapo kwenye kamati ya kisheria kwa upande wa Yanga wakaendelea kujitafakari, wakaendelea kujitathmini, kujita mm, timu ya Yanga ni timu kubwa, inahitaji watu ambao wanafanya mambo yao kabisa, inahitaji watu ambao wakifanya jambo linakuwa na impact chanya kwa hiyo niwaombe na ninaamini wananisikia, na ninaamini wananifuatilia, na ninaamini na na wananiona kupitia maneno haya, naamini tutakuja kupata wanasheria wakuwa wazuri, na naamini tutakuja kupata wanasheria ambao kila tukipeleka kesi yetu kwenye kila aina ya nyanja hmm, tutashinda. Lakini pia tuwakumbushe viongozi wa klabu ya Yanga hususani katika kitengo cha kisheria, kila jambo lina taratibu zake. Hauwezi ukajenga nyumba bila kutengeneza msingi. Msingi ni kitu cha muhimu sana. Ingependeza sana viongozi wa Yanga, hususani katika kitengo cha kisheria, basi wangeanzia katika mamlaka ya mpira Tanzania, TFF, hususani kwenye bodi ya ligi kupeleka malalamiko yao. Wangeona kwamba bodi ya ligi wangegoma, basi kuna namna na wao wangefanya ili kuhakikisha kwamba wanafika mbali kwenye hatua hizo, lakini wameamua kuvuka ngazi, wameamua kuvuka hatua, imepelekea mpaka leo tunaonekana sisi ni watu wa ajabu sana. Imepelekea mpaka leo baadhi ya watu wanatuimba, kuonekana kwamba sisi kwenye kitengo chetu cha sheria hatuko sawasawa, hatuko vizuri. Kwa hiyo rai yangu, viongozi wa Yanga kufikiri kabla ya kutenda. Viongozi wa Yanga kabla ya kujenga nyumba, basi tuhakikishe tunajenga msingi ambao uko imara sawasawa, ambao utakutulinda miaka nenda na miaka rudi. Kutosa awali, Young Africans walikuwa wana imani na viongozi baadhi wa TFF na wamerudishwa tena kwenye TFF. Eh, barua ya kasi ni wazi, Young Africans wamewakosea viongozi wa TFF kama umerudisha uh, kutoka kasi kuja tena TFF, sitaki kuchagiza tena hapo yeah. Lakini mimi naamini mechi itachezwa, viongozi wa Yanga ni wasikivu, viongozi wa Yanga ni waelewa, ninaamini, naomba kwa Mwenyezi Mwenyezi Mungu Mungu mm -hmm. Naomba baraka, inshallah kwa kwa uwezo wa wa Mwenyezi Mungu mm -hmm. Mechi itachezwa, tutakwenda tutakwenda kuamua kuamua nani nani atakuwa bingwa wa ligi kuu NBC 24 24 25 mm -hmm. Simba imejipata, Yanga wako vizuri, tutakwenda kuzitumia dakika 90 kuamua nani atachukua ubingwa kwa 24 25. Sasa tumulike kwa namna ambavyo mbio zinaendelea hivi sasa za bingwa ligi kuu soka Tanzania bara. Ee, ni wazi mechi zimeendelea kuwa ni ngumu, na Simba hivi sasa naenda kumvaa JKT. E, Tanzania ligi unaionaje mpaka hivi sasa kwa namna ushindani uliopo? Ligi yetu iko nafasi ya tano mpaka ya nne kwa ubora kwenye bara la Afrika, kwa hiyo kuna namna moja ama nyingine kuwapongeza sana wawekezaji wetu, kulipongeza sana shirikisho la soka Tanzania TFF, lakini pia kuvipongeza vilabu vyote ambavyo vinashiriki ligi kuu ya Tanzania sio Yanga sio Simba ambao wao ndio wametupeleka kwenye ubora wa, wa, wa viwango katika bara la Afrika. Mimi naamini Mashujaa amechangia, mimi naamini Jeketi amechangia, mimi naamini na timu nyingine zimechangia. Itoshe kusema ligi kuu yetu ni nzuri, ligi kuu yetu imebamba, na naamini ligi kuu yetu ina hadhi ya kuwa ligi kubwa kwenye bara la Afrika. hmm. Kwa kumalizia, unawaambia nini sasa wale mashabiki wote ambao wameweka maswali katika hili ambalo limetokea majira ya jana, majira ya jana mimi waendelee kumwamini Mwenyezi Mungu. Ndani ya Mwenyezi Mungu kila kitu kinawezekana na kila kitu kitakuwa sawa insha Allah. Yanga wanapaswa kuomba msamaha, sitaki kusema hilo, lakini mimi naamini viongozi wa Yanga ni w viongozi wakubwa, ni viongozi ambao wako educated zaidi, na mimi naamini watakwenda kukaa meza moja na wataelewana, mwisho wa siku tutakwenda kupata baraka, mechi itachezwa ligi kuu kuu NBC msimu. Asante sana. Leo umri wake unaonekana umeenda. Ni kwamba kwenye ligi kuu vijana au. Ah, mimi sipo kwenye nyanja hiyo lakini, naamini kama ingekuwa umri wake umefika kikomo basi angestaafu. mimi naamini tuwapongeze watu ambao wamemteua kwenda kuchezesha mechi ya leo. Kasoro alizozionyesha ni kasoro za marefari dunia nzima, marefari wanafanya makosa. Ingawa inawezekana makosa yake yamenufaisha Simba, hatuwezi kulaumu moja kwa moja wala tuwezi tukamtukana moja kwa moja, na naamini ana kazi kubwa ya kufanya, na naamini ana mambo mengi ya kujifunza, atakuja hapo. Ukiangalia zaidi ya kesi tatu mpaka nne mpaka tano, Yanga wanapokwenda kwenye mahakama ya usuluhishi kimataifa, kasi bado wanashindwa. Kwa hiyo lazima tukiri na lazima tukubali, inawezekana ndani ya kitengo cha sheria cha Yanga kuna shida, na hii shida haikuanza leo, haikuanza leo. Kwa hiyo sio dhambi, viongozi ambao wapo kwenye kamati ya kisheria kwa upande wa Yanga wakaendelea kujitafakari, wakaendelea kujitathmini. Timu ya Yanga ni timu kubwa, inahitaji watu ambao wanafanya mambo yao kisiri kabisa, inahitaji watu ambao wakifanya jambo linakuwa na impact chanya. Kwa hiyo niwaombe, na ninaamini wananisikia, na ninaamini wananifuatilia, na ninaamini wananiona. Kupitia maneno haya, naamini tutakuja kupata wanasheria wazuri, na naamini tutakuja kupata wanasheria ambao kila tukupeleka yetu kwenye kila aina ya nyanja tutashinda. Lakini pia tuwakumbushe viongozi wa klabu ya Yanga, hususani katika kitengo cha ja kisheria, kila jambo lina taratibu zake hauwezi ukajenga nyumba bila kutengeneza msingi. Msingi ni kitu cha muhimu sana. Ingependeza sana viongozi wa Yanga hususani katika kitengo cha kisheria, basi wangeanzia katika mamlaka ya mpira Tanzania, TFF, hususani kwenye bodi ya ligi kupeleka malalamiko yao. Wangeona kwamba bodi ya ligi wangegoma, basi kuna namna na wao wangefanya ili kuhakikisha kwamba wanafika mbali kwenye hatua hizo, lakini wameamua kuvuka ngazi, wameamua kuvuka hatua, imepelekea mpaka leo tunaonekana sisi ni watu wa ajabu sana. Imepelekea mpaka leo baadhi ya watu wanatuimba kuonekana kwamba sisi kwenye kitengo chetu cha sheria hatuko sawasawa, hatuko vizuri. Kwa hiyo rai yangu, viongozi wa yanga kufikiri kabla ya kutenda. Viongozi wa Yanga, kabla ya kujenga nyumba, basi tuhakikishe tunajenga msingi ambao uko imara sawasawa, ambao utakotulinda miaka nenda miaka rudi. kwa awali, Yanga Africans walikuwa wana imani na viongozi baadhi wa TFF na wamerudishwa tena kwenye TFF. Eh, ee, barua ya kasi ni wazi, Yanafrika wamewakosea. So viongozi wa TFF kama wamerudisha uh, kutoka kasi kuja tena TFF, sitaki kuchagiza tena hapo ee. Lakini mi naamini meche itachezwa. Viongozi wa Yanga ni wasikivu, viongozi wa Yanga ni waelewa mm, na ninaamini, nawaombea kwa Mwenyezi Mungu mm, naomba baraka inshallah, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu mm, mechi itachezwa, tutakwenda kuamua nani atakua bingwa wa ligi kuu NBC 24 25, mm, Simba imejipata, Yanga wako vizuri, tutakwenda kuzitumia dakika 90 kuamua nani atachukua ubingwa kwa 24 25. Sasa eh, tumulike kwa namna ambavyo mbio zinaendelea hivi sasa za ubingwa wa ligi kuu soka Tanzania bara. E, ni wazi mechi zimeendelea kuwa ni ngumu na Simba hivi sasa naenda kumvaa JKT eh, Tanzania ligi unaionaje mpaka hivi sasa kwa namna ushindani uliopo? Ligi yetu iko nafasi ya tano mpaka ya nne kwa ubora kwenye bara la Afrika, kwa hiyo kuna namna moja ama nyingine kuwapongeza sana wawekezaji wetu, kulipongeza sana shirikisho la soka Tanzania TFF, lakini pia kuvipongeza vilabu vyote ambavyo vinashiriki ligi kuu ya Tanzania, sio Yanga sio Simba ambao wao ndio wametupeleka kwenye ubora wa, wa, wa viwango katika bara la Afrika. Mimi naamini mashujaa amechangia yeah. mimi naamini JKT amechangia, mimi naamini na timu nyingine zimechangia. Itosha kusema ligi kuu yetu ni nzuri, ligi kuu yetu imebamba, na naamini ligi kuu yetu ina hadhi ya kuwa ligi kubwa kwenye bara la Afrika. mm. kwa kumalizia unawaambia nini sasa wale mashabiki wote ambao wameweka maswali katika hili ambalo limetokea majira ya jana, majira ya jana, jana? Amin. mimi naamini waendelee kumwamini Mwenyezi Mungu ndani ya Mwenyezi Mungu kila kitu kinawezekana na kila kitu kitakuwa sawa inshallah. Yanga wanapaswa kuomba msamaha. Sitaki kusema hilo, lakini mimi naamini viongozi wa Yanga ni w viongozi wakubwa, ni viongozi ambao wako educated zaidi, naamini watakwenda kukaa meza moja na wataelewana, mwisho wa siku tutakwenda kupata baraka, mechi itachezwa ligi kuu kuu NBC msimu. Asante sana. Leo umeenda. Ni kwamba kwenye ligi kuu vijana. Ah, mimi sipo kwenye nyanja hiyo lakini naamini kama ingekuwa umri wake umefika kikomo basi angestaafu. Mimi naamini tuwapongeze watu ambao wamemteua kwenda kuchezesha mechi ya leo. Kasoro alizozionyesha ni kasoro za marefari dunia nzima, marefari wanafanya ona, ona, makosa. Ingawa inawezekana makosa yake yamenufaisha Simba, hatuwezi kulaumu moja kwa moja wala hatuwezi tukamtukana moja kwa moja, na naamini ana kazi kubwa ya kufanya, na naamini ana mambo mengi ya kujifunza atakuja.